Wapima kozi usiku mchana likiria, halibik, Mama, hmm? kuna mambo niliyasoma kwenye vitabu hmm. nikiwa shule leo hii hmm. yamenikuta hmm? unaweza ukaamini, usiku wa kuamkia leo nimeamkia makaburini eh? makaburini ndio mimi na rafiki yangu la mwewe, hatujui tumefikaje lakini, mwanangu, ni vitisho tu, akukutisha tu wewe. Kutokana na nini hapa vijijini? Hakuna mwamko, hakuna msomi. Wewe mwanangu, umesoma sana na unajua utafanya kitu ambacho cha kuonekana hapa. Kwa hiyo, mwanangu, usiogope, pita kwenye njia zako hizo hizo Mama, naamini hakuna shujaa ambaye hajapigana vita, na hii ndio vita yangu mama. Nitahakikisha na kikomboa kijiji changu, nitatumia akili zangu, nitamtumia Mwenyezi Mungu na nitatumia akili zangu kwa kiasi kikubwa sana, naamini nitashinda. Pambana mwanangu, usiofu, Mwenyezi Mungu atakusaidia. <sighs> mke wangu, tangu nazaliwa sijawahi hata siku moja hichi kitendo kilichonitokea leo. Niamini mke wangu, nimelala na jistukia niko makablini asubuhi. Kwa nini mke wangu uniamini? Hivi. <tip> hmm. Unanikuta mimi chizi, si ndo maana yake? Sikia nikwambie la mwewe. Si unaelewa vizuri? Mimi sio mtoto mdogo. Alafu unavyoniona nimekaa hapa kipole kipole unaniona kama mimi mpole sana si ndo maana yake? Hapana mke wangu. Kama uniamini mimi. Nenda kamuulize Chilo, tulikuwa wote makaburini mke wangu. Mimi mke wangu, jinsi ninavyokupenda hivyo, nawezaje kukusaliti? Kwa hiyo huyo Chilo ndo malaika wako, si ndo manake? Nilikuwa naye wote, tumeamka makaburini mimi na yeye, mke wangu. Afu vipi kuhusu lile jibu langu? Mi bado nakupenda. Ah, asante, mama. Yeah. Ah, Ah, ah, ah, asante mama. Asante mama. Mkulima bwana, leo leo leo ni mafumania leo eh

Dokta Chilo na lamweo tumekubaliana kuwa tutaonana na mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wake, tutazungumza nao, tutawaeleza nini maana hichi sisi tunachokitaka kukifanya si kwa ubaya. Baada ya hapo, tutamfuata yule mkunga. Dokta Chilo atampa elimu ya afya, kwa sababu yeye ndo ana utaalamu wa hiyo elimu, kwa sababu ye ni msomi, na lingine tutapiga mbiu la mjambo kuita mkutano wa kijiji kisima na serikali ya kijiji sasa tutazungumza tutawaeleza kwa kweli mama sisi tunachohitaji ni maendeleo tu unajua kabisa sasa hivi tuna uhaba wa shule hapa kijiji kwetu tunahitaji shule nzuri yale makilomita yale mbali tuachane nayo tupate hospitali nzuri sawa miundombinu ya maji safi Si unanielewa mamangu. Nakuelewa vizuri tu. Na lingine mama, hmm. Umeme, umeme, kuhusu elimu ya afya, hmm. Dr. Chilo atawaeleza kwa hatua mliofikia wanangu. Nashukuru sana tena, hata hivyo niko pamoja na nyinyi bega kwa bega gamba. Najivunia sana kuwa na mama kama huyu hapa. <laughs> Ni mama bora sana ambaye amenipigania mimi. Mm -hmm. Sasa nataka kukipigania kijiji chake nacho kiwe na maendeleo. Unajivunia kuwa na mama bora mama. Anaupiga mwingi sana <laughs> Mama Goa yeah? Ni mtoe mistagramba mara moja. Ndio. Narudi muda sio mrefu. Sawa sawa. Mimi naondoka zangu. Karibu sana wanangu. Asante sana mama, hmm. Pia asante kwa chakula. Ndugu zangu, tumeitana hapa tuweze kujadili mipango yetu na mafanikio tunayotaka kuyapata kwenye kijiji chetu lakini kwenye kila mafanikio lazima kunakutana na changamoto. Kama siku ya leo mimi pamoja na ndugu yangu la mweo tumeamkia makabrini. Makabrini? Ndio, makabrini. Brother, hivi inawezekana vipi? Yani wanaume kama nyinyi mlaze makabrini na, na kwa nini? Yani mlaze makabrini gamba mbora, unajiamini sana Unajua? Wale watoto ni wadogo sana, yaani ni wadogo mle weupe, alafu wale wanaochewa kununua, si unanielewa? uchawi walikuwa wanacheza sinema pale, mbaka unawezaji kulala makabuni kama sio uchawi. Wao, unahisi kama ni ndoto ya linacha. Nisikilize mimi, unavyoniona hapa leo siko sawa kabisa, na kuna vitu viwili ambavyo mimi ndio naumia zaidi kwanza hichi kilichonitokea na vilevile taarifa hii nilivyompelekea mke wangu, alileta fikra ambazo za tofauti kabisa. Yeye alihisi labda mimi nimeenda kulala kwa mwanamke. Hayuko sawa hata kidogo hivi sasa. Kwa hiyo tufanyaji? Hebu nisikilize basi. Lamwee shemeji ana mimba sio? Naelewa. Na nyakati kama hizi mwanamke anakuwa na wivu zaidi ya mara tatu wewe vile unavyomfikiria au nyuma alipokuwa ni muda wake. Sikilizeni daktari, basi, hizi ni changamoto. Hakuna mtu aliyepanga mikakati au kwenye harakati za kutafuta maisha ani ya yani, ukamwona vitu vinaenda tu hivi, lazima vipinde pinde, brother, mfano yani project. Doctor, yeah. Project mgonjwa huyu afanyia upasuaji, kamfanyia upasuaji ukamshona nini, ndani ya tumbo lako, napata taarifa Utareact vipi hizi changamoto ambazo wanakufanya ama wanawafanya nyinyi mzidi kuona kiza? Brother, unaonekana unajiamini sana na unaonekana unatambua kila kitu kinachotokea, na hii changamoto. Ni kuombe kitu kimoja, tupe njia, unafanyaje? Inijiji uh, no, no, no, no, no, no. chatu cha mambo leo. Hakuna maendeleo kijiji, chatu cha mambo wakunga wasio na elimu kijiji, kina mwaga dama, Mamboleo chawi chuki visawi vuma tukio